Akasema we Georgina unafanya, unafanya jubilii, kamwambia yeye. Akasema mimi naiogopa hiyo jubilii, ukishafanya jubilii unakufa <laughs> nikasema, kwa jina la Yesu mi sitakufa na nitafanya jubilii, na nikaifanya kweli. Uongo kweli kweli, nilifanya sikuifanya. Ulifanya. Na leo na duda. Aliyesema <laughs> <laughs> utafanya nani jubilii, utakufa. Ndi hey, ametangulia mwaka mmoja sasa. Anthony ni shahidi, alikwenda kwenye mazishi yake. Kwa hiyo mi namshukuru Mungu kwa sababu bado ninaendelea ni, ni vizuri, ingawa kweli umekwenda, lakini kwanza na, na, pili nawashukuru wana wa TDYA ambayo walianzisha hiki kikundi kutoka kwa wenadeta Kusima Tibirengwa Kaiza akasema, jamani, huku nyumbani nifanye nini? Labda niombe kikundi ndiyo nitakumbuka kuja nyumbani, na ndiyo nyinyi watatupotezea muda. Lakini kwanza nyiye nawashukuru, nawa, nawa sana. Jipigieni makofi kwa <coughs> kweli, nyiye mmevumilia maneno masimango wataviweza wata- wataanguka wata njiani, lakini mkasema sisi tupo. Naomba wengine wanaozungumza mnyamaze, wengine wanazungumza hawataki, sijui wanaona ninavyozungumza vina maana. Sasa mi kwanza na, nataka niwashukuru watoto wangu, ingawa sio vizuri kuwataja majina, lakini mimi nawataja majina. Uzao wako wa kwanza ni Letisia Kokunula Kokushubira, ambaye sasa hivi ndiye alitangulia kwenda kwenda Uingereza, yuko Uingereza ana watoto watatu wote wa kiume. Wa pili ni Joseph Kaiza Joseph Mwesiga Kaiza, ambaye yuko Dar es Salaam, ana watoto wanne. Watatu ni Peter Weyongeza Kaiza. Watatu ni Benadeta tibirengo ako kusima ambaye yuko Marekani ambaye ameanzisha hiki kikundi cha TDYA ambayo kina matawi mengi sana hapa mkoa wa Kagera. Na mkurugenzi wa mkoa wa Kagera ni Bwana Edwin Angelo Sebastiani, simama wa kuone, anaendesha vizuri TDYA yeye, ingawa wengine wanamkatisha tamaa, lakini ndiyo hivyo, mambo ya dunia ndivyo yalivyo. Hakuna, sio wote watakupenda, sio wote watakuchukia, lakini kuna wawili watatu watakupenda. Nakushukuru sana Edi. Nakushukuru sana Jovines. Na wewe simama wafuoni. Eh, MC. Naboka wapi? Kishoko kwenu. Wewe ongeza Kairembo Kaiza yuko Uingereza. wanne watano ni Anthony Kamugisha Kaiser. Simama wa kuone. <laughs> <laughs> Sasa huyu mtoto kwa kweli yeye, yani yeye ni potable. Yani yeye anasafiri kila mahali wakisema Anto, ukoba kuna hiki anapanda basi haraka haraka anakuja. Wakisema rudi Dar es Salaam, nenda Kishogo, anakwenda Kishogo, nenda yani huyu kijana namshukuru sana Yani

io uzee huo. <laughs> Zamani nilikuwa sisahau, lakini siku hizi <laughs> wa sita ni Anjela kwa kuijuka Kangalawe, eh, mkatunzi <laughs> naye yuko Dar es Salaam, ana watoto watatu watano. Wa saba ni Joji Mombeki Kaiza, yuko Dar es Salaam. Wa nane Mirita Kemirembi mm. yuko Marekani, na wajukuu wote na wajua kwa majina lakini Mungu amenijalia wa na wajukuu ishirini no, no, no, no, no. na sita no, no, no. <coughs> okay. no, no, no. watu wengine wataki kusema eti mimi ni kifa, ndio waseme wajukuu zao. Kwa nini si waseme mm. au watoto? Yani, utakuwa umekufa usikii sasa kwa nini msiwaseme, na Mungu ajue kwamba kweli nimempa wajukuu, nimempa watoto. Kwa hiyo kwa hilo mimi namshukuru Mungu kwa sababu watoto nimewalea kwenye mazingira magumu kuliko ya kwenu niye mnaoona mazingira magumu. sisi tulikuwa na mazingira magumu na tukutuliza. lakini wasikuiza nasema mtoto mmoja atatosha na wanangu wa, nikasema nimuzae. Kwa hiyo nawaomba mwe mnazae kwa hiyo mimi na wataja wajukuu zangu kusudi Mungu na malaika waende wawalinde wote watoto na wajukuu. Najua Mungu atawalinda tu hmm. Nashukuru zote tidiwaye Ruhija, tidiwaye makao makuu na watoto wangu, amenitumia zawadi ambayo kwa kweli sikutegemea. Hao watoto jamani, wana siri kubwa sana. Mi sikujua, sikujua kabisa kama watanipa zawadi lakini nafikiri sijui hili waliliwazaje, kwamba ngoja mama tununulie zawadi ya kitanda ambacho kinapanda kinashuka, kinafanya hivi. Watoto wangu mpokee shukurani zangu, Mungu awabariki, wa ntawaombea pamoja na wajukuu zangu, mjukuu mkubwa akiwa Jason anayezaliwa na Letisia, wa mwisho ni Kabanza Ambaye ni ana mwaka mmoja eh, kitukuu kimoja, kitukuu kimoja ndiye ana mwaka mmoja. Kwa hiyo nawashukuru sana kwa hili wazo, mimi sikujua kwa kweli, kwa, kwa ilikuwa big surprise, nimeshangaa. Huyu Edwin nafikiri ana siri sana na makama: tutakuja tutakuja tukupe tuku zawadi, mimi nikafikiri ni zawadi ya ya kitenge teki basi, kumbe ni kitu ambacho ni cha gharama sana. Mungu awabariki sana, mwendelee Nawashukuru sana nyiye mliokuja kujiunga na sisi, nawashukuru sana mliopika chakula, nawashukuru sana nawashukuru sana namshukuru sana maforo, maforo, huyu ananiitaga bibi, nimekaa naye tangu mwaka elfu mbili na kumi na nane mama huyu, ana shida kwa hiyo namshukuru, nikiwa nataka anichemshie dawa alimasaji anani- anani-, anani, anani namwambia, leo nakotaka chakula hiki ananipikia na msimama, wawaone hawa wa <coughs> <coughs> <coughs> ndio askari wangu, mkita bila kupiga hodi watawakamata wawafunge kabisa. Hawa ndio walinzi wangu <coughs> nawashukuru sana wanangu wa muta na na lewa

ningusima mako kutoto mara wataga Gabriel wetu ojira kasim mwisho, ingawa sio mwisho kabisa. nae sisi wazetu, nakushukuru sana Mchungaji Godwin Godfrey Kamanzi, nakushukuru sana yani yeye anitupi, nikiumwa usiku nampigia simu mao mchungaji, jamani mina, leo leo sijui kama kutakucha anasema kuna kucha na leo nilipomwambia akasema hamna shida. Mchungaji asante sana mama, asante sana, uzidi kumtunza manake. We ungekataa asija. Ngoja niende kwa mai ambaye nimemsahau, na sidhani kama kuna mtu nimemsaau bwembero ni watidi wayee gasi, nakushukuru na, na lakini gasi ni watidi wayee sio a wa mlezi wa eh, oh. Kwa hiyo nafikiri hakuna ndiye msahau wote mm. Nawashukuru sana <laughs> wapishi na wote na nawashukuru sana sana sana Mungu awabariki mzidi kukaa hapa tibuka tidika tobei.

kasinge muno raho. jibasima kendekelera ntabaraza. Makofi na vigelegele. Naomba uweze kuchukua picha kwa makundi, tunahitaji matukio tukio zile zimefanyika hapa, ataji kupoteza hata chembe. Kwanza utachukua picha, naweza kuna